Mbali ya boti ambazo tumewapatia tume, lakini tumeanzisha hizi grupu za mikuba ambazo hadi sasa tumewafikia kama vijiji kumi na moja na kila kijiji tunakipatia milioni kumi na laki tano. Kwa hivyo ukipiga hizo ni zaidi ya milioni, tayari tumezipeleka kwa wananchi. Tunaamini kwamba juhudi hizi na fedha hizi zitakwenda kuchochea mapinduzi mazima kabisa ya utunzaji wa rasilimali za bahari, kwa sababu wananchi watakuwa wana elimu, vile vile wananchi watakuwa na nyenzo, lakini vile vile watakuwa na nyenzo za kutekelezea zile shughuli zao lakini kama mabalozi wa hili zoezi la ufugaji wa nyuki hivyo, tunaomba kila mtu aliyefundishwa aliyepata mafunzo haya aweze kwenda kufundisha wenzake wengi zaidi, lakini pia awape hamasa ya kuwa e, ufugaji wa nyuki ni chanzo kizuri sana cha uchumi, na e, iko mikoa wanaotegemea e, uchumi wa nyuki tu, kwa mfano kama Tabora. Hivyo basi wachukulie kama ni e, tunu ambayo iwawezeshe waweze kutanua hali zao za ki, e, kipato. Eh, vikundi vipo vitano vi, vi, vikiwa vi na jumla ya watu eh, 28 maana kwamba Moa wako watano na 23 tatu wanabaki kwenye boma Subutuni na boma Kichakamiba eh, kwa kupitia shirika hili la GIZ na mradi huu wa leo, nina furaha ninayo furaha kubwa ya kuwa kwamba wananchi wangu wa kata ya Moa na kata jirani ya, ya, ya boma leo hii nao wanaenda kuingia kwenye ufugaji wa nyuki, kitu ambacho kwanza kabisa kitawaondoa na ile hali ya kukaa tu bila kujua kwamba asubuhi akiamka anaenda wapi kwenda kufanya kazi ama kuwajibika. Hili jambo litaleta tija, litapunguza uhalifu na hatimaye kuweza kuleta manufaa kwenye jamii.